E, bwana sasa unaweza kuchati na ChatGPT moja kwa moja kupitia WhatsApp katika simu yako ya mkononi. Huhitaji kuwa na application nyingi au uwe mtaalamu wa teknolojia ili uweze kuchati na ChatGPT katika simu yako. Ni rahisi sana. ChatGPT wametuletea njia hii na itamwezesha kila mmoja kuchati na ChatGPT kirahisi kabisa kama vile unachati na mtu kupitia WhatsApp. Na kama unavyoona hapo, nitakuwa nikichati na ChatGPT na nikipokea majibu. Kila hisi kama hivyo inawezekana, uko bored, huna watu wa kuchati nao, au watu ulikuwa nao hawakujibu message kwa wakati, basi ChatGPT ipo kwa ajili yako na itakujibu message kwa wakati kabisa. Lakini njia hii pia inaweza kusaidia kama kuna message unahitaji kuzitengeneza, kuziunda, kama kuna mtu ama mteja unahitaji kumjibu vizuri kabisa, basi unaweza kuforward yale mazungumzo yako huku, lakini pia majibu pia unaweza kuyaforward kutoka huku kwenda kwenye namba husika. Hakuna tena kuwa bored kupitia ChatGPT ambayo inawezekana kupatikana kupitia WhatsApp kirahisi kabisa kama hivi. Sasa basi nitakwenda kuonyesha hatua kwa hatua namna gani unaweza kuchat na ChatGPT kupitia WhatsApp kama hivi ambavyo unaona hapa. Hii ni Maujanja Zone na twende tukafahamu. Basi kwanza kabisa unahitaji kuwa na official number ya ChatGPT ambayo utaisevu katika simu yako. Baada ya kuwa umeisevu ndio unaweza kuchati naye kupitia simu yako mkononi. Kwa hiyo namba ya ChatGPT official kabisa ni hii hapa.